Ugonjwa wa malaria uambukizi wake ulikuwa asilimia 14.8 lakini baada ya kufanya utafiti mwingine mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili uambukizi umepungua mpaka kufikia asilimia 8.1. Ili kupambana na ugonjwa huu ni lazima kwanza kuzuia mbu asipatikane na ili mbu asipatikane ni lazima ushughulike na viluilui vile ambavyo vinaanza na ndipo anatokea mbu na ili kupambana na kilu ni lazima utumie dawa ya kuweza kumwangamiza yule kiluilui asikue akafikia kuwa mbu, na anapofikia kuwa mbu asije akapata uwezo wa kuambukiza haya magonjwa yanayotokana na hao mbu ikiwemo malaria, dengue, homa ya njano, mabusha, matende. Kwa hiyo leo tutafanya kazi ya kuzindua awamu ya pili ya kugawa dawa ambazo tumiwa na halmashauri zote nchini kupambana kuua hao watu sasa nchi yetu ya Tanzania. Jambo jingine kubwa ambalo wamelifanya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa muda mfupi ametenga bilioni kumi ili kuweza kununua lita laki nane hizo lita za dawa ya kuua viluilui itakwenda kupelekwa halmashauri zote nchini. piga makoi mengi mara ya kwanza dawa hii tuligawa kwa halmashauri 57, Mheshimiwa Rais ameiagiza Wizara ya Afya ili pie fedha kuhakikisha dawa hiyo inapatikana na inaagawiwa kwa halmashauri 127 zote zilizobakiwa ikiwemo halmashauri yetu ya wilaya ya Songea. Na kwa kuwa tunao wenzetu wa TAMISEMI hapa, tuwaombe watoe taarifa kwa halmashauri zote, waende pale Kibaha wakachukue dawa hiyo baada ya msimu huu wa masika basi kazi ya kwanza kupuliza na kumwaga dawa na kuteketeza viruirui hivyo vyote ianze kwa kasi kubwa, ili tuunge mkono maono haya ya Mheshimiwa Rais ya kupambana na ugonjwa wa malaria nchini kwa kuangamiza viruirui vyote na kukomesha uwepo wa mbu wanaoweza kuambukiza malaria na magonjwa hayo mengine niliyoyasema. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais na miombe halmashauri zifanye kazi hiyo.